Naam, ikiwa ni mara nyingine leo tupo Kibaha tupo na mwanachama ambaye amejiunga tena kwa mara nyingine ndani ya St. Ignatius Saccos, yaani mwanachama ambaye ni mkongo kwa sababu alikuwepo karibu sana. Asante sana, Mr. Gaspar. Naam. Karibu Kibaha. Asante sana, karibu Kuna sana. Chama wanatamani kujua unaitwa nani, labda kwa majina yako unajishughulisha na nini? Yo, kwa majina naitwa Edward Majuto Okondia, mwenyeji wa Kibaha Kini kiasiri mimi ni mtu wa Simiu Simiu. Yeah. Simiu maeneo gani? Busega Busega ika Busega pale maeneo la madi kwa wale wanaoenda mara ni njiani. okay. ni ni zao la like kisukuma like <laughs> kinangosha haya <laughs> <Yeah. laughs> Okay, bwana uh, ulinufaika na nini kwa mara ya kwanza ulivyokuwa umejiunga ndani ya St. Ignatius SACCOS? Sant Ignatius ni vingi ambavyo nilinufaika ni, ni navyo, ndio maana nimeamua kurejea. Kwanza kabisa kitu ambacho hmm, kilitokea ni, ni, ni mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwa mara ya kwanza nafahamiana na Chief Makwata, nilimfuata yeah, kwa kwenye kundi fulani la WhatsApp, nikamdie baada ya kuintroduce habari ya vikoba. Sasa nilikuwa na upeo mdogo sana kuhusu habari ya vikoba lakini, mm. aliponielekeza alipo, nikatamani kufika, sababu kwa kipindi kile tulikuwa na tunaogopa naweza kawa ni watu wa mtandaoni akakutapeli mm. nikamuuliza ofisi yako iko wapi bwana? Naelekeza bwana, tutupo maeneo ya Kurasini karibu na JKT pale. Basi sio tabu, siku moja nikafunga safari nikafika pale piga story mbili tatu, akanielekeza kwamba inafanyaje kazi St. Ignatius Vicoba, maana kipindi kile ilikuwa inaitwa St. Ignatius Vicoba Group. Ndio akanielekeza vizuri, nikashawishika, kanipa mwongozo bwana. Kipindi kile kujiunga ilikuwa ni elfu sitini kama hicho, nilikuwa vizuri kwa kus, sikutaka kusubiri, nikajiunga siku hiyo hiyo. Baadhi ya detail ambazo zilikuwa zinahitajika kusubmit, nikasubmit siku hiyo hiyo kwa maana ya kwamba ilikuwa ni mwezi wa nne wa tano, mm, oh, ilikuwa inaelekea le, mwisho kufunga mwaka wa vikoba. Kwa maana ya kwamba tarehe nane ilikuwa, ilikuwa ni gawio lao, maana yake mwaka ulikuwa unaisha, uingie mwaka, mwaka mwingine. Akaniambia, oh, bwana hii haina shida, join zeni utasubiri tarehe nane ndio tutafungua mm, kitabu chako cha kwanza. Kasema hamna shida Kamaliza taratibu zote pale, nikaanza kudunduliza za kujipanga kwa ajili ya nini? Ya mwaka mwaka nikaitemu kama sehemu yangu ya saving, kitu ambacho kinisaidia sana. Nikajiwekea malengo kwamba angalau kwa mwaka wa kwanza niweke milioni moja na pointi. Ikifika milioni moja nitajipa ushindi, ila nikiwa chini ya milioni itakuwa sio sawa. Kitu kingine ambacho niliweza kunufaika nacho ni mikopo e, mikopo nilikuta interest ambayo nilikuta pale ni nzuri, pindi kile ilikuwa ni asilimia kumi. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo ni sahihi kwangu, maana sehemu nyingi utakuta interest ni zaidi ya asilimia ishirini, utakuta nyingine asilimia hamsini, ingine hadi mara mbili. Kwa hiyo interest ilinivutia na mkopo wangu wa kwanza nilichukua baada ya kumaliza miezi mitatu nikafanikiwa kuchukua mkopo wangu wa kwanza ambao ulinisaidia kulipia ada, kwa maana kwa kipindi kile nilitamani nili, nili, nili, nili kujiendeleza kielimu, kwao nilikuwa naenda naenda shule chuoni, baadaye night naingia shift, kwa maisha yakaendelea. Kwao, mkopo ukanisaidia. Mkopo mwingine nikachukua baada ya miezi sita, ukanisaidia kwenye kabiashara kangu, nikawa nakibizana na huku kazini, huku biashara, lakini baada ya kumaliza mwaka wa kwanza na nikaingia mwaka wa pili nikafanikiwa nika kuchukua mkopo ambao ulinisaidia kufungua duka la dawa maeneo ya Mbagala kule. Kwa hiyo, oh, iliniboost na mimi, kitu ambacho nilikuwa natamani nifanye, nikawa nimekifanikiwa, nimefanikiwa kufanya. Kitu ambacho nisingeweza kufanya bila kuchukua mkopo. Kitu ambacho ingeni ingenichukua muda mrefu kukusanya kamshara kangu ili niweze kufungua hiyo hiyo DLDM lakini ikawa mkopo ukawa umenibusti nikafanikiwa kwa hilo e. Jambo lingine ambalo naweza nikasema nilinufaika nalo ni uwekezaji. Nilijifunza uwekezaji kupitia St Ignatius. Tulikuwa tunapata fursa mbalimbali za kutembelewa na taasisi mbalimbali za kibenki hadi za kiserikali, tunapata mafunzo kuhusu uwekezaji, jambo ambalo pengine ingenichukua muda au nisingeweza kupata hiyo fursa kama nisingekuwa St Ignatius. Lakini jambo lingine ambalo naweza nikasema nilinufaika nalo ni exposure kupitia watu ambao nilikutana nayo pale St Ignatius. St Ignatius ilikuwa na watu tofauti tofauti, kwao niliweza kupata fursa ya kukutana na watu ambao wengine mpaka sasa hivi ni marafiki zangu, wengine mpaka sasa hivi tunajumuika nao kwenye shughuli mbali mbalimbali. Ehe, ni sababu gani ilikufanya ukaondoka Saint Ignatius Saccos? Sababu ni sio nyingi sana. Eo, ni chache lakini kwa uzito wake zilinifanya nipumzike kwanza kwa, kwa muda eh, kikubwa sana ni ishu ya kiuchumi. Kwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwanzoni, sasa nikawa nimeelemewa maana nilikuwa na mkopo ambao na, naelekea kuumaliza lakini ile source of income hainiruhusu kulipa kwa wakati, kwa hiyo nikawa na overdue nyingi. Alafu nikiangalia mambo yangu hayaendi kwa hiyo nikaona kama huu ni mzigo, na kwa kipindi kile changamoto pia za kifamilia na kuhamahama kazi, kwa sababu kazi wakati fulani hapa mjini unabadilisha mazingira ama shindwana na bosi ama inatokea tu changamoto yoyote ambayo inakufanya aizo ipoteze hiyo kazi ama kazi iwe na masilahi ambayo hayawezi kuna nini kumaliza changamoto zako kwa wakati huo. Kwa jambo hilo likanipelekea niende kwa mwenyekiti wa mkurugenzi nikaongea naye, bwana, naomba nipumzike lakini nitarejea. Aisee, pole sana kwa changamoto Asante sana, sana. Sasa ni ipi sababu ambayo imekufanya urudi tena St Ignatius Saccos? Bwana, kuna vitu vingi ambavyo vimenifanya nirejee. Kwa sababu ni kwanza, cha kwanza nianze kudunduliza, angalau nikapate zile fursa ambazo nilikuwa nazipata kipindi kile. Nikirudi nikizipata kwa sasa hivi nitaweza kupiga hatua zaidi kimaisha, mfano habari ya mikopo nikipata, nikipata mkopo kwa sasa hivi wa kufanya biashara Nitafanya biashara ambayo pengine ni ndoto yangu kuifanya. Kwa hiyo Saint Ignatius itakuwa ni sehemu sahihi kwangu, maana kipindi niko nje nimeshiriki baadhi ya taasisi za kimikopo, lakini nimeona bado Saint Ignatius kuna vitu ambavyo inavyo ni vya kipekee. Sababu nyingine ni future, future ya ile taasisi St Ignatius imeelelewa ime, kimsingi ya kuwa endelevu haifi leo wala kesho, kitu ambacho hata kipindi niko nje nikiwa nawasiliana marafiki zangu wananipa habari kwamba ina grow ina grow mpaka sasa hivi na wanachama wengi sana. So, na mimi nikatamani katika wengi, kwa nini mimi niendelee kubaki nje? ni sababu ambayo ikanirudisha kwamba nirudi St. Ignatius ni wakati sahihi wa kurudi St. Ignatius. Kitu kingine ni upendo. Kwa kweli, moja ya kitu ambacho mwanadamu anatamani akipate sehemu yoyote ni upendo, upendo. Ni, St. Ignatius, ni familia ambayo naweza ni, nikakosa lugha ya kuielezea, lakini upendo ni, ni, ni moja ya kitu ambacho kinanivutia. Watu wake wana mapenzi ya dhati ushirikiano uliopo, mtu akipata changamoto, aidha sherehe, mfano mtu ameoa, ameolewa, kuna ile jamii inashiriki. Jamii ya Saint Ignatius, ni jamii inayoshiriki. E, kitu ambacho pia nimevutiwa ni baada ya kurudi, nimepata mapokezi mazuri, wanachama pamoja na viongozi, akatamani kujua ni kwa nini nimerudi, ni kwa nini, vipi bwana huko, vipi ni yani, kila mtu alifurahia kurudi kwangu. kwa nini nijisikia, kwa nini nijisikia vibaya? Kwa nini nisivimbe? Kwa sababu nimerudi Saint Ignatius. Saint Ignatius ni sehemu sahihi kwa vijana, kwa watu wazima na hata kwa kizazi kinachokuja. Sawa. Uh, labda unawaambia nini wanachama ambao waliacha Saint Ignatius Saccos na bado hawajarudi mpaka leo? Unawaambia nini? kitu ambacho naweza nikawambia changamoto zipo, so ikiwa utagundua kwamba hizo sababu zipo ndani ya uwezo wako, hakikisha uwauondoki. Kama hauji kama upo na kama uliondoka, kama sababu huna sababu ya msingi ya ya ya ya ya kuendelea kubaki uliko uliko, naweza nikasema unatakiwa kurudi, maana sio sio vile ambavyo unafikiri kwamba labda kuna vikwazo labda pengine labda vinakufanya usirudi. Mipango iliyopo bado ni mipango mizuri. Na mimi mpaka narudi nimekuta mipango mizuri, na ninatamani na ninaumia kwa nini nimechelewa? Kwa nini nimejiunga mwezi wa nne na kwa nini sikujiunga mwezi wa kwanza? Ndiyo. So, naweza nikamwambia mtu yule ambaye alitoka, inawezekana ni kwa sababu zile ambazo ni nje ya uwezo wake, lakini ana nafasi ya kurudi, arudi, kwamba yuko huru kufanya kukurejea, arejee. Ndiyo, mambo mazuri yapo, na moja ya kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni ile future ya hii taasisi. Imeanza kwa, kwa uchache mno, ilikuwa ni kama community tu kwa kama jumuiya wanajumuiya fulani waliungana maeneo ya Kurasini na JKT pale, lakini leo hii ni, ni, ni taasisi ambayo ina watu wengi karibu elfu moja nadhani ni zaidi ya elfu moja So, na matawi yanaendelea kufunguliwa. Kwa hiyo ukikutana na taasisi kama hiyo, hiyo ni taasisi nzuri. Moja ya kitu ambacho mtu unatakiwa ku, ku, kuendelea kuwepo ni pale tu a na mwendelezo yani, sio nshu ya kuisha leo wala kesho. Na kuna wanachama kuna labda kwenye jamii, ndio jamii yetu ambayo imetuzunguka, kuna watu tofautitofauti mm -hmm. Unawashauri nini wana wanajamii ambao nazungumzia tu jamii ambayo imetuzunguka, labda unaweza kuwashauri lolote lile waweze kujiunga na taasisi ya Saint Ignatius Saccos. Moja ya kitu ambacho jamii inakosa ni taarifa. Kama sio taarifa mimi nisingeijua St. Ignatius e. Mwanzoni nilisema kwamba nilikuwa na upeo mdogo mno kuhusu vikoba, na notion niliopo ni kwamba watu wanaamini pengine vikoba ni kwa ajili ya wanawake, kitu ambacho sio kweli. Ni kweli watu wameumizwa sana kwenye hivyo vikundi, lakini St. Ignatius haipo huko. Mipango ya St. Ignatius ni ya, ni ya kikubwa sana na naweza kuitabiria itakuja kuwa taasisi ya kifedha kubwa sana nchi hii, maana mpaka sasa hivi na branch nyingi. Na naweza nikatoa rai kwa kiongozi mkuu kuendelea kutoa elimu kuendelea kuifahamisha jamii habari za SACCOS habari za Santignatus, kwamba Santignatus ni nini, inajishughulisha na nini, inatoa nini. Maana mtu ili ajiunge, anatamani kujua nitapata nini, nitafaidi nini? Moja ya kitu ambacho naweza nikamwambia mtazamaji ama mtu yeyote ambaye anaweza ka, kaipata hii habari ni kwamba faida ambayo utaipata hapa ni moja ni saving, kuweka akiba kuweka akiba ni jambo jema sana katika maisha, na ni jambo ambalo naweza kusema ni la lazima. Kama mtu unafanya kazi unapu, unapata ajira ujira wako, kusevu ni kitu cha muhimu. Kitu kingine ni mikopo. Saint Ignatius inatoa mikopo kwa asilimia ndogo na masharti machache. Sehemu nyingi ma na masharti magumu, kwamba mm, mpaka upeleke kadi ya gari, upeleke hati ya nyumba upeleke wadhamini ambaye ni mmojawapo pengine ni mfanyakazi wa taasisi ya kiserikali, lakini Saint Ignatius ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni jamii ambayo ipo kifamilia zaidi. Kuna makundi ambayo ukijiunga una, una, una ukutana na wenzako ambao mtakuwa mnadhaminiana, mtatembeleana, mtafahamiana, kwa hata habari ya kurudisha, mtu umekwama unaweza ukawambia wenzako, jamani mwezi huu nimekwama, lakini napambana na, na, na moja mbili tatu. Wenzako wataona namna ni namna gani wa kusapoti ni namna gani wa kulinde kule, ili uendelee kuwa mwanachama hai. Kwa hiyo mikopo ni St Ignatius ni sehemu ni, ni, ni, sahihi sana, ni sehemu ambayo inavutia mno, na kitu kingine ni kujifunza. St Ignatius inatoa mafunzo karibu kila mwanzo wa mwezi kwa ukijiunga pale unapata mafunzo mengi ya uwekezaji, sababu unapowekeza sio lazima tu, haupewi ja, au, au limit ya kwamba ubaki St Ignatius, lakini St Ignatius inakufundisha wewe kuwekeza kwenye elimu, kuwekeza kwenye biashara, kuwekeza kwenye viwanja, kuwekeza kwenye mambo tofauti tofauti. Au ukiwa St. Ignatius utapata vitu zaidi ya kukopa zaidi ya kuweka akiba zaidi ya kufahamiana na wengine. Barikiwa sana, Mungu ambariki sana. Amina. Nadhani wanachama mmemsikia Mr. Edward kutoka hapa Kibaha. Wewe unaweza kuwa upo nyumbani labda umeacha St. Ignatius Saccos kwa changamoto yoyote au unategemea kuacha St. Ignatius Saccos, ni fursa kwako kama upo nyumbani, uliacha na efuza wako unaweza karudi, kama ambapo Mr. Edward amefanya, ni kwa sababu ya mafanikio ya St. Ignatius Saccos, hatua tunayoelekea, future tuliyokuwa nayo, tunatamani kufika wapi, na ndio maana tunasema St. Ignatius Saccos sio vunja vunja, ni kikubwa endeavor, na ndio maana leo hii imekuwa Saccos na itazidi kukua, tutakuwa zaidi na zaidi. Weka komenti yako hapo chini sema, uko sehemu gani, upo wapi, unatamani tukufuate, unatamani kujiunga na St. Ignatius Saccos. Namba za simu zipo, email ipo, unaweza kutudia moja kwa moja kupitia kwenye email yetu au kwenye akaunti zetu za Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube @stignatiussaccos. Mimi ni Gaspar Simon, nikutakie wakati mwema. Niko na Mr. nani? Edward. Niko na Mr. Edward, tunakutakia wakati mwema asante sana. Hongera sana asana. Asana. Asana.